Ni niseme kwamba kuna watu maonekani wanaonekana kama ni watu wa kawaida kama hataka sasa hivi kunao, lakini asiwa iwatai kuna hawa walishiwa habari habari habari, wameitangaza taasisi hii, sio ndani tu ya kusiwa amlana Pemba, wakati sisi tunaendesha endelea na mchakato, tunapokea simu kutoka nje ya kisiwa cha Unguja na Pemba, watu wanatunga mkono huko kwa mnachokifanya. Wana wakazari tokereni sana, jambo linafanyika Tazari, lakini kuna watu wanapata bata ya kinachofanyika ndani ya Tazari. maimamu wa misikiti kwa kukubali kwao kulitoa siku nzima katika kila wiki, wakasimamisha mijango mingine yote, wakasema siku moja tunachangia shughuli ya tahfidhu lquran. Maimamu naji nashiriki katika limia julamia na mnasaikuwezu bado sisi waamua tu nasikufahamu kwamba katika kila siku ya Ijumaa kwa misikiti yote ya Tazari unakuwa baada sana Aisha inaitishwa kofia ambayo inakusanya shilingi shilingi. Hii ambayo inatuwezesha leo kuwepo hapa, na pengine mfungo tatu kakuwepo na mfungo sita, tutafanya kupitia shilingi shilingi hiyo inakusanywa na ndani ya mchango. Tukirudi kwenye historia kwa ufupi, kwa hapo ilipoanzishwa hii taasisi, ilikuwa ina migongo ya watu wasiozidi watatu, walikuwa ni watu wasiozidi watatu na iliweza kufanyika kwa miaka yote hiyo, lakini tumekwenda mpaka sasa hivi, unawashirikisha wanajamii wote kabisa wa Tazari na walio nje ya Tazari, pia tunashirikiana nao katika ni hatua ya maendeleo. Aa, baada ya hizo shukrani, ndugu zangu Waislamu, niseme yale ambayo nayasema mimi kwa niaba ya kamati, kamati imeridhishwa sana kunda na mwendesho wa shughuli ya leo. Maihimu sana na tumefurahi katika koza sana, kama sisi tunasema kwamba ile kawaida yetu kwa sababu kuna msabaka wa wanafunzi wadogo wadogo na madrasa, lakini kuna msabaka wa watu wazima. Ikaetagasa tau akaanazi katika watu wazima, kuna mtu atakayefanya vizuri zaidi ana zawadi yake kwa kule kufanya kwake vizuri

fahamu kwengi, tunafahamu kwamba kamati ya tafsiri Qur'an, malengo yake ni kuwakusanya wanafunzi peke yake wakasoma na watu wakasikiliza kisomo katika jiaa tafsiri na hata kakaji, hayo yote ni ni malengo, lakini malengo makuu ni kupunguza na hatimaye kuondoa kabisa sherehe zote zinazodaiwa ni za Kiislamu na zinafaa katika jamii ya Uislamu ambazo hazifuati maadili ya Kiislamu huko katika kwa namna yoyote. Tumeanza hilo, tunaendelea nalo na inshallah, huko tunapofika hadi wale wetu tunamaliza, kuna lengo hilo, watakaoturiki wataendelea. Kwa hiyo kwa hata wewe baba mzazi au mama mzazi, kuna sherehe yako utakao waandika Waislamu, sherehe shere ya pekee, sherehe inaweza ikawa ya harusi utambue kwamba kamati yetu ina haja na wewe sana, ina haja na wewe kukulibania, kwamba ni sherehe ya harusi ni moja katika ibada ndani ya Uislamu, na wanaofanya sherehe hii wanaweza wakapata thawabu nyingi sana pale watakapoweza kutekeleza sherehe hiyo kwa kufuata yale maamuru ya Allah na kuepuka makatazo yake. Kwa hiyo kamati yetu itakufuata kwa namna yote iwayo kwa hatua ya mwanzo, lakini ikiwezekana inaweza kulazimisha, itatulazimisha uhakikishe unafanya yanayokubalika katika Uislamu. Kwa maana hiyo, tunasema kama kamati ya tafsiri ya Qurani, moja katika malengo yetu ni kuhakikisha harusi zetu zote za sisi wenyewe Kiislamu zinatufata sisi wenyewe Waislamu, kama sisi ni Waislamu na harusi zetu ziwe za Kiislamu ndani ya